Hadithi ya Santiago Flight 313 ni mojawapo ya mafumbo ya anga yanayozua hofu na maswali yasiyo na majibu. Inadaiwa kuwa ndege hii ya abiria ilipotea mnamo Oktoba 12 ya mwaka 1954 ilipokuwa ikisafiri kutoka Aachen nchini Ujerumani kuelekea Porto Alegre nchini Brazil. Baada ya miaka 35, mnamo Oktoba 12 ya mwaka 1989, ndege hiyo inadaiwa kutua ghafla huko Porto Alegre, ikiwa imejaa mifupa ya abiria na wafanyakazi wake, huku rubani akiwa bado ameshikilia usukani. Je, ni kweli ndege hii ilipotea na baadaye kutokea tena? Ilikuwa safari ya muda kupitia mlango wa wakati, kwa maana ya time warp, au ni hadithi ya kubuni? Santiago Flight 513 ilikuwa ni ndege ya abiria ya shirika la ndege la Santiago Airline ikiruka kutoka Ujerumani mnamo Oktoba 4 ya mwaka 1954, kuelekea nchini Brazil ikiwa na abiria 92 na wafanyakazi wanne. Ndege hiyo ilitoweka ghafla bila ishara yoyote ya mawasiliano wala mabaki yake kupatikana. Hakuna hali mbaya ya hewa iliyorekodiwa siku hiyo, lakini ndege hiyo ilipoteza mawasiliano katikati ya bahari ya Atlantic na kutangazwa kuwa ilipotea na kutoweka milele. Baada ya kutoweka kwa ndege hiyo, mamlaka za anga za kimataifa zilifanya juhudi za kuitafuta lakini hakukuwa na mabaki ya ndege wala dalili zozote zile za ajali. Ilidhaniwa kuwa ilipata matatizo na kuanguka baharini na abiria wote wakatangazwa kuwa wamefariki dunia. Hata hivyo, miaka 35 baadaye, jambo la kushangaza lilitokea. Mnamo Oktoba 12 ya mwaka 1989, uwanja wa ndege wa Porto Alegre nchini Brazil ulishuhudia tukio la kutisha sana. Kituo cha kudhibiti safari za anga kiliona ndege isiyotambuliwa ikiingia kwenye anga la uwanja wa ndege na kutua bila ruhusa. Walijaribu kuwasiliana na marubani wa ndege hiyo kupitia radio call, lakini hakukuwa na majibu yoyote. Baada ya ndege hiyo kutua, eneo hilo Mlango wa ndege haukufunguliwa kabisa na hapakuwa na harakati zozote ndani ya ndege zilizokuwa zikionekana. Walinzi wa uwanja wa ndege waliamua kuingia ndani ya ndege hiyo na walichokiona kilikuwa ni cha kutisha sana. Walipoingia ndani ya ndege hiyo walikuta viti vyote vilikuwa na mifupa ya abiria 92 na wafanyakazi wanne waliokaa kwenye nafasi zao kana kwamba walikuwa safarini. Kapteni wa ndege hiyo Miguel Victor Carey alikuwa bado ameshikilia usukani wake, lakini alikuwa ni mifupa tu. Lakini ndege yenyewe ilikuwa katika hali nzuri kabisa, kana kwamba ilikuwa mpya na haikuwa imekaa kwa miongo mitatu, na hakukuwa na dalili zozote zile za vurugu, dhoruba au uharibifu wa ndege. Tukio hili lilizua hofu kubwa na maswali mengi yasiyo na majibu. Tukio hili liliamsha mjadala mkubwa miongoni mwa watafiti wa anga, wanasayansi na waandishi wa habari, na maswali makuu yalikuwa ni: je, ndege ilikuwaje ipotee kwa miaka 35 na kisha irudi ikiwa imejaa mifupa? Lakini swali la pili je, Flight 513 ilipita katika mlango wa muda kwa maana ya time warp na kusafiri kupitia wakati. Lakini swali la tatu, ikiwa abiria walikufa zamani, ni nani aliyetua ndege hiyo katika uwanja huo? Na swali la nne, kwa nini ndege haikuonyesha dalili zozote zile za uchakavu baada ya miaka mingi kupita? Hadi hivi leo hakuna majibu thabiti kuhusu maswali haya, kwa kuwa hakuna maelezo ya kisayansi yanayoweza kuelezea tukio hili. Watu mbalimbali wamejaribu kutoa nadharia tofauti kuhusu tukio hili. Nadharia ya kwanza ni nadharia ya mlango wa wakati kwa maana ya time warp. Baadhi ya watafiti wanaamini kuwa ndege ya Santiago Flight 513 ilipita kwenye aina fulani ya mlango wa wakati kwa maana ya time portal na kutokea miaka 35 baadaye. Wanasayansi wengine wanakubali uwezekano wa mashimo ya minyoo kwa maana ya wormhole au mianya ya muda ambapo chombo kinaweza kuingia sehemu moja na kutokea mahali pengine kwa wakati tofauti. Na huenda ndege hii ilihama kwenye mstari wa kawaida wa muda na kisha kurudi duniani kwa miaka mingi baadaye. Nadharia ya pili inasema huenda ndege hii ilitekwa na viumbe wa ajabu wa nje ya dunia. Kwa maana ya aliens. Wengi wanaamini kuwa ndege hii ilitekwa na viumbe wa angani, aliens, abiria wakafanyiwa majaribio na ndege kurejeshwa duniani baadaye maelezo ya jinsi ndege ilivyoonekana mpya licha ya kuwa ilipotea kwa miaka 35, inaweza kuashiria matumizi ya teknolojia isiyoeleweka na binadamu. Lakini nadharia ya tatu inasema kuwa huenda kutokea kwa tukio hili ni hadithi ya kubuni au ni uvumi tu. Baadhi ya watafiti wa anga na wanahistoria wanaamini kuwa hadithi ya ndege ya Santiago Flight 513 ni uvumi au ni hadithi ya kubuni, kwani hakuna rekodi rasmi ya Santiago Airlines kuona ndege iliyoitwa Flight 513 wala hakuna nyaraka rasmi zinazothibitisha kutokea kwa tukio hilo. Hadithi hii iliripotiwa kwa mara ya kwanza na gazeti la Tabloid la Weekly World News ambalo lilikuwa likijulikana kwa kuchapisha habari za kubuni na hii inafanya watu wengi kuamini kuwa ni hadithi ya uongo iliyozuliwa kwa ajili ya kuvutia wasomaji wa habari za ajabu. Mpaka sasa hakuna uthibitisho wa kisayansi wala ushahidi wa kuaminika kwamba ndege ya Santiago Flight 513 ilikuwepo au ilipata ajali kwa ukweli kwani hakuna rekodi rasmi ya Santiago Airlines, na kampuni hii haijawahi kuthibitishwa kuwepo. Lakini pia hakuna ripoti rasmi kutoka kwa mamlaka za anga kuhusu kutua kwa ndege hii mwaka 1989 na chanzo cha hadithi hii ni gazeti la Tabloid ambalo mara nyingi huandika habari za kubuni. Kwa hivyo watafiti wengi wanakubaliana ya kwamba kuwa tukio hili ni hadithi ya kubuni au ni sehemu ya uvumi wa mjini kwa maana ya Urban Legend, hadithi ya Santiago Flight 513 inasalia kuwa moja ya simulizi za kutisha zinazowavutia watu wengi wanaopenda mafumbo ya anga. Licha ya kwamba hakuna ushahidi wa kuthibitisha ukweli wa hadithi hii, lakini inazidi kusambaa katika historia za ajabu kuhusu ndege zinazopotea duniani. Je, unadhani kuna uwezekano wa safari za muda kuwepo au ni hadithi nyingine ya kutisha isiyo ya ukweli? Na huu ndio mwisho wa makala hii na mwisho wa makala hii ndio mwanzo wa makala nyingine. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Unaweza kunifollow Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza. Nikutakie utazamaji wa makala zinazofuata.